Aziz. Mama mamangu alikuwa mgonjwa wa presha. Mimi mamangu ameumwa presha baada ya kukimbia nchi, na leo ni mgonjwa wa presha presha kabisa. Kazi sawa ya sacrifice, mimi watoto wangu waishi hapa na mheshimiwa wewe. Hey, watoto wako wako nje. Mimi ningekuwa na uwezo, ningeambia watoto wako waende kule, hapa tubaki wanaume na wanawake, tupambane na haya majamaa Waislamu wanakwenda wanawake wanaume wapo. Kazi yenu mpira tu nyie. Simba na Yanga Simba na Yanga na Mungu anisaidia Simba na Yanga siku moja hivi. Hakuna kitu nachukia kama mpira nchini. Kwa sababu imetumika kuwapumbaza. Unakuta siku ya Simba na Yanga. Mama amenunua goli milioni sita. Si. Kipigio vyote mama kanunua goli mama mama. Mama yule. Mnaingia kwenye vitu vidogo vidogo. Shule mbovu, afya mbovu, umaskini badala ya kujadili maisha yenu ya sasa ya kesho na kesho kuto, wa wajukuu zenu wote, nyenye mmefungwa kwenye roho ya mpira. Hakuna kitu kinaua watu kama mpira na betting ii. Onyesheni atakuunga mkono watu wanaojali, amesema hapa msaiji. Mimi leo nikiamua kuwa chawa, kesho napata kazi, sieu sina kuwa chawa tu kwa kanashindu na mwe tu mama na upiga mwingi. Sijaona mama kama wewe na tunge mpaka hivyo. Hakuna kama mama na shika microphone kaipo, si na tunge mpaka hivyo. Sasa kwao kwa kwa mtanifani nikiamua kwa chama nifani cha. Hata watu wetu wengine walioenda CCM tunawaita wasaliti, lakini nimekuja kugundua sio wasaliti, kwa sababu wamesoma demina yenu wamesoma mwelekeo wenu wamesoma fikra yenu wameona tunapoteza muda kupigania watu ambao hawaeleweki. Mimi kazi hii naifanya kwa sababu ya Mungu, sio kwa ajili yenu. Hakuna watu wanavunja moyo kazi, kazi hii kama nyeo Tanzania. Sasa kuna wakati eti mkitaka kuitisha mkutano wa Azara, mnauliza kwanza kesho hamna mpira. Eti kama kuna mpira mkutano wa Azara watu waachi.